Nitakuja leo asubuhi nikamsindikiza mama wangu, mama Mushi, kanisani kwake KKT, nikasali naye, lakini nikaona sijashiba, lazima niende mji wa makimbilio, maana pale ndo nipalipo lipa kitambulisho kitambulisho nilisikia kitambulisho. Sasa kitambulisho, hivi natambulika bwana yule anasali kanisa la mji wa mchungaji makimbilio kwa mchungaji Anthony Assenga. Nashukuru sana nawapenda sana Uh, yote kwa yote napenda kumshukuru mchungaji mgonja pamoja na mke wake mama do Dolin pamoja na mama mm. Mm. Ambayo si kufika, mm. na mamame mm. wamenitoa sehemu uh, ambayo sikutegemea kufika hivi sasa. Namshukuru sana mchungaji wangu Anthony Assenga. Pole kwanza na safari. Asante sana kwa. Baada ya kusema hayo mimi ni mtu mwingine, nategemea mwezi wa kumbili kubatizwa mnabiaoobattiza ameshukuru Mungu na amani sasa hivi moyoni mwangu.